Wazalendo mjini Uvira baada tu ya mshahara kuweza kutolewa na jamhuri baada tu ya mshahara wa wazalendo uliotolewa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukizi shida za wazalendo, baada ya miaka kadhaa wakiwa wanapambana bila hata marupurupu, leo wamepata nafasi ya kuzungumuza na vyombo vya habari na kuonyesha furaha yao kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi ambaye alijali na kuwakumbuka wazalendo katika mazungumzo ya uandishi wa habari, Alexi Mwamba Dunia, John Makanakika, Simbira John na viongozi wengine wa wazalendo walipata nafasi ya kushukuru rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuwakumbuka kwa kazi ambayo wanaendelea kuifanya kwa kutetea ardhi na udongo wa mababu. Kwa hiyo nakuomba fuatilie mwanzo hadi mwisho ili ugundue kile ambacho walichokizungumzia. Usikose kujiabonea kwenye channel yetu kulaki, pia kushare kwa wengine habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza ndio, mimi ni kiongozi Makanatikasingula John, katika jina la Margaret, kama tuko hapa wana journalist, tunapenda kuambia watu wala tunapenda kuambia serikali yetu ya Congo kuhusu Felix Antoine Tshisekedi, tunasema asante sana kwa maana kuna vitu vilifanyika, hatukukuwa tunayua kama vitaini Afrika frika wala kufanyika, kwa maana wakati tulianza vita depuis na sisu mpaka leo, hatukukuwa na mtu wa kutukumbuka, wala hatukuwa tunayua kama tunenea tata musaada fulani wala kitu fulani. Lakini kwa leo tunashangaa, tunaona kweli serikali yetu ya Kongo ya Fatshi Beton inatukumbuka kupata sabuni kwa ajili ya kupata furaha ya kupigania nchi yetu. Ni kitu moja mshangao sana, kwa maana ni kitu atakuwa tuna tunajua kama tunaipata. Asante wewe huyo uh, tunashukuru waziri wa jingo yani minister wa defense ambaye anatutumia uh, a uh, kutoka mji mkuu wa uya katiabriri kekomba tunashukuru. Sisi wazalendo wacungla, kwa jina wazalendo wote tunashukuru, sababu kila mzalendo anapewa tsa25 dola hapana, 3s2 25 dola iyo, kila mzalendo anapewa yatokea. Tuingie msituni nchi yetu. Ni raisi wa kwanza kukumbuka kutambua kwanza wazalendo kwa kutufanyia kitengo ya reserve armee ya defense, yani RADE, kwa kujulikana, ili wazalendo wakuwe na stati ya pili. Anaona kama hao watu wanapigania nchi, wanapigania nchi, yaani na wao wanastahili kula. Na ndio tunaona kitengo inakuja hapa yenye inaongozwa na jemagari Deo Balek, wanakuja wanatulipa sisi wazalendo kila mtu kwa jina binafsi s5 dola tunashukuru sana waziri wa Kingani, ministri wa defense, Mheshimiwa ge Kabombo Macamvita. Tunashukuru na hiyo msaada ambayo tunapata, na isikuwe ya kwanza na isikuwe ya mwisho, iendelee, na sisi tunaendelea kufanya mapambano ili tuendelee kuchivu kazi ambayo tulijitoa kufanya. Asante sana. Ni kusema ndio tunapokea pesa kwa hiyo idadi, ila idadi ya wazalendo ni nyingi. Ni kusema tunaomba wa minister wa defense akumbuke, sababu wazalendo wote hawakuenea kupata hiyo pesa, ni wachache ndio wanapata sababu tuko wengi. Wakati adui alikuya akapambana na sisi kila mji ulisimama wima na kukusanya vijana kutetea nchi na wazee wetu wa baba yetu ambao munawaona wako wanapigania nchi mpaka leo. Ni kusema hiyo pesa haikuenea watu, lakini kwa hiyo kidogo ambao tunapata tunashukuru, sababu alitukumbuka. Tunashukuru sana na moyo wa uzazi uendelee kuupinga na kumwingilia ndani, sababu wale wengine na wao ambao wako ni mtengo mbalimbali na waomba na wao wapate, sababu tunasimamia jimbo nzima ya sukuku, unaona Kuvira na, na Fizi tumefurahi, lakini na hiyo materitwari wengine tunaomba aitumbuke, sababu tunaitwa sana, tunaitwa sana waajili ya wale wenzetu wengine ambao tuko na wao kwenye shamba la mapambano kama vile Walungu, Kabare, Mwenga, Kalehe, Shabunda, tunaomba sana wafumutiwe na wao ili wapate kwa hii kidogo yenyewe. Wenzetu tunapata kwa hii ndavu, sababu sisi ambao tunasimamia wote katika jimbo ni e, kulemewa na kila watu wanalia sana, na kwa hiyo na huku kwetu pia kufizi na Uvira wengine hawakupata, sababu wako mbalimbali msituni na wengine walikuwa wamepata sehemu, na aumbunge wa Cakura anaipata kwa jemada ikakusema kuna wengine hawakuenea, sababu unakuta mtu liko na watu elfu alipata watu mia mbili 100 watu 300 wale 700 wanakuwa watakuwa diz alon kwakasikia, baba mzazi mwingine ataona batu pati, sitapatia mtoto mmoja kwa hiyo, ili nilete ekilibre, mumuuma anakabula ile baleleza, ana bakabulia puke bote bafenini baenee, na ndio takuta mutu oli apate anapata swandona ole apate 325 anapata 50 juu usaidie bote kuleta ekilibre. Akuna mwenye utapatia na hakuna mwenye utaima mumufuma, ndio unasikia msea anashemea pale, kama watu wote watapata sawa sawa, sio vile. Ndio mheshimiwa, labda kwa hilo hilo swala la pesa hizo Je, hamoni kama itakuwa ni uzito sana wakati eh, rais wa Kongo ametoa dola 325, alafu unakuta wanapea watu wa moja wengine wanakosa, na hiyo inaweza kuleta uzushi katika viongozi wenu nyinyi kama vile Merad. Je, mumefanya mbinu gani ili kwamba muweze wale watoto wa chini ambao huenda wanaweza kuwa na kutaka kuleta uzushi kwamba wamekosa zile pesa, wakati pesa zilitolewa kwa ajili ya kila mtu sawa. Ndiyo maana unasikia mzee wangu Alonda alitavita nasema, hapa ni kusema unaenda ukuta mkundi huko, mtu iko na watu elfu tano alipata ya watu 400, hautapatia wale 400 pale, unaharibu kazi. Saa zingine wale wengine ndio wote wako lushamba la makatan. So, tusidanganyike wote

anaweka afiki na watu elfu tatu hiyo pesa nilipata ya watu mia, hiyo kumbi ni gabude, ili watu wote elfu tatu wafai nini wapate. Na ndio ili unasikia mzee analeta pali ya kusema watu wote hawatapata pata hiyo pesa mm-hmm, na munga na ndio hiyo. Okay, na labda ukiongozi utatuambia je, e, mpaka sasa akuja kuwa idadi halisi ya, ya, wazalendo wote katika jimbo la Kivu ya Kusini mwaka jana tulifanya ile usajili, si unaona yeye akifanya ile usajili akumaliza wote, sababu wengine walipiga si vipi. Na hapa wakati adui aliingia ya Uvira, yame ishirini na tatu tunapambana na yao, na anaingia Uvira, kuna wengine wako wazima, wengine walikufa, wengine hata kusima wapatikane wako unaona, hapa unakuta wengine wako misituni, wengine wako kambini, wengine ni wagonjwa na wengine walionini no. kusema kwa hii muda tunarudia msiku chache na kusema upate idadi ya watu wako wote, iko nguvu, iko nguvu sababu inaomba kwanza kuwakusanya, ujue kila nafasi ambao tuko tunaenda tunakomboa watu wengine, wenye kuwa, naweza kupatia mfano ndani ya msitu wa mlengi nawaelemaku hapa kati adui si na wao, tunachaa kuwapata kusimu ni shida kwa kujua idadi pali ili wakuambik shi. Unaona kula yao ni hiyo kuipigapiga. <coughs> i halafu sasa, na ndio maana unaona tuko tunaenda. Hii inatusaidia kuendelea kuchanganisha idadi tena, ili tupate idadi kawaida ya, ya fizi na Uvira, sababu sikasema ya nchi yoyote okay kule kwengine hatuyapita na ile control eh, ili tuwapate wote, lakini idadi tunakuwa na yao, takuta wanatupatia idadi hii. Kesho unaenda kuangalia, unafika, unachunguza idadi huko ndogo kubi, idadi inaongezeka, sababu mtu alikuwa anatumika, adui anakamata, bado ule mtu, hiyo kazi inakufa, anaona adui hata bakia mji wao, naye anaenda jiingiza tena kule, anakuwa mzalendo, anatetea nchi Una, unaona idadi tena ya <coughs> kwa nini inaongezeka ukamata ya Uvira? Ninawaambia kweli, na walimu na waprefe na waganga na wa, watu wote tuliwapokea kwenye mzalendo ili kutetea dongo wetu.